Shukuru kwa damu ya Yesu ambayo tunakunywa. Tunapokea Mungu Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu na kusema asante tena asante kwako, kwa sababu wewe ni baba na sisi ni watoto wako. Asante kwa upendo wako ambao uliweka kwetu, na ndiyo maana likuwalikumtoa mwana wako wa pekee, ili kwamba asurudishe kwa ajili yetu anizikurundi milele yote tayari, tunasherehekea mara tena ukumbusho wa kufa na kufuka kwake Yesu. Tunasema asante tena asante, Baba. Meza ambayo tumeyashiriki kwa siku ya leo, tunagusi na kuomba, ndani ya mili yetu ilete unugu, ilete afya, ilete amani, ilete usalama, iondoe Nako Yeso, wetu wetu kuipokea, jina lako Yesu Kristo, kila mmoja wetu ambaye uweze kuipokea ndani ya mwili, lete nguvu na afya, kuta uweze na kutukufu jina la tunaomba hivyo amen. Kwa mstari wa makumi mbili na kenda wa Mathayo 26 inasema: lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao wa mizabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu mtatu. <coughs> Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. amena tuna Amen. Kushukuru Mungu wa mbinguni, tunasema asante kwa siku ya leo, asante kwa kutukubali kama hii ili kupendeza Mungu kwa sherehe hii, siku kuu ya mwezi wa ine, ili tufanye ukumbusho wako na imefanyika pamoja na wewe. Asante Bwana, asante kwa kila mmoja ambaye anasherehekea sikukuu, asante kwa mama, asante kwa baba, asante kwa vijana wetu, asante kwa mkutano, asante kwa siku ya leo. na Mungu tuwezeshe, kwa mwezi huu uwe mwezi wa amani, mwezi wa baraka. damu hii na mwili wako tufanikishe, uwe baraka kwetu, ilete baraka na amani kwa nyumba zetu na ufungulifu wa maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo Amen. Amen. Tunashukuru tunafika kwa mwisho ya kipindi ya meza ya Bwana, amena Amen. Tunasema akisali kwa mama aki akisali...